Nichukue nafasi hii niseme maneno machache. Nimesikia kauli hiyo inasema kwamba ushirika kwa pamoja tunaweza kushinda, si ndiyo? Lakini pia nimesema ushirika ni biashara. Sasa ukienda pale benki NBC, hakikisha unakuwa kama ushirika, kwa hiyo inawapa nafasi wakulima kuingia kwenye biashara, kushirikiana na watu wengine kufanya biashara na kuweza kutumia faida zao. Ukisikia kwamba wanafungua accounts ambao ina mkato, ina maana unatumia pesa za watu wengine ambao wana pesa NBC ukisikia kwamba anatoa mkopo ni kwamba unatumia pesa za watu wengine. Lakini pia ni sio kusema, kuna bima kwa kulima mmoja, ndio ndio, na yeye anakuwa nafasi ya kutumia pesa za watu wengine. Kwa hiyo ndio faida kubwa sana ya kuwa na account deki kwa sababu inakupa kibali ina cha kushiriki uchumi rasmi. Kwa hiyo ongeze sana NBC kwa jambo hilo. Na siku zote bila kujua kama sekta fulani ya kia atakuwa umeleta taasisi ambazo ziko kwenye sekta. Kwa hiyo watu kama NBC ndio wale sekta ya kilimo. Ni shiriki kwa sekta ya kilimo.